Sana mheshimiwa mwenyekiti, awali ya yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuniwezesha kusimama na hapa mbele yenu ninyi kwenye bunge hili tukufu. Mimi naitwa Musa Azzan Zungu, nimetia nia ya kugombea nafasi ya ubunge kugombea nafasi ya uspika kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote kwanza nimshukuru hkuru chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hasan kulipendekeza jina langu kena kwenye kokas ya chama, na ni washukuru wajumbe wa Chama cha Mapinduzi kwenye kokas kwa kuniteua mimi kuja kuwakilisha katika bunge hili kama spika. Moja ya ajenda zangu kuu, mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe, ni kuliunganisha bunge hili la wananchi la watu kwa masilahi mapana ya watu ikishirikiana na serikali na muhimili wa mahakama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 tahii tulisema makofi yapungue kidogo. Haya ndugu zangu, mheshimiwa Musa Azan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali, mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Ado, ndugu mgombea, mheshimiwa Zungu. Ningependa kufahamu katika Bunge utaloliongoza iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania, hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili kama serikali imetangaza mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litosimamia katiba hiyo, na wale ambao tuko muundani ndio tukiamua mustakabali mkubwa wa taifa letu, kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Haya, swali la pili, swali la tatu Jaliko hapa liko hapa karibu. Nashukuru sana sana. Mheshimiwa mgombea, siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapo bungeni ya jaza ujazo. <laughs> Sasa nilikuwa nataka nikuulize katika bunge hili la kumi na tatu sera hiyo ya jaza ujazwe, unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu? Mheshimiwa Zungu, hilo swali haliko kwenye ilani haliko kwenye dira, lakini kama unapenda kujibu unaweza kujibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya spika wa bunge hili ya kwenye kanuni, ipia, kanuni mm, na kwenye <tutu> ya toleo jipya ya mwaka ishirini na tano kanuni ya nne. Na hayo ndio mwongozo wangu kwenye bunge hili. Mheshimiwa Zungu maswali yameisha. Sasa kwa eh, bado na swali a ulinyose na te. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kunipa nafasi, napenda kuuliza swali moja tukikuchagua leo kaa spika wa bunge, una mkakati gani wa kuhakikisha bunge hili linakuwa ni bunge la kuwakilisha wananchi dhidi ya serikali na sio bunge la kuitetea serikali? Asante mheshimiwa Mwenyekiti. Bunge sio vita kati ya serikali na bunge spika anatatikewa nyuto lakini wabunge niwasi ni wasaidie kazi yetu, sisi kuleta kero shida za wananchi wetu kwenye taifa letu. Hakuna ugomvi wa bunge na serikali wala bunge na mahakama. Lengo letu kubwa ni kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi, si maslahi si maslahi yetu sisi. Tuwatizame wananchi wetu kwanza na wananchi wetu tutawatizama kwa dira hii mpya ambayo litolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ili kujijumuisha kuitunga dira hii na itafikia wananchi wetu. Asante sana. Sasa, kwa sababu wewe ni mbunge wa Ilala, unaruhusiwa kukaa mndani. Kabla ya hapo, namwomba katibu wa bunge atuambie tuko wangapi. Naomba wafanye hesabu kidogo, na wale waliopo nje. Kama mlinzi wetu ukigonga kengele, kuna watu wako nje kidogo, tunataka tuwahesabu waingie ndani.

TV uh, shughuli zikiendelea hapa baada ya wagombea wote sita kutoka uh, yanasita kujegeza mbele ya Bunge, wote wateule, mchakato utakaofanyika hapa itakuja ni kupiga kura kwa ajili ya kupata spika okay, wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wagombea wote wakimwaga sera zao na vipaumbele ambavyo wataviweka mezani kama wakipewa nafasi wote kwanza Veronica chance kutoka chama NRA, e, akijinadi na kuweka vipaumbele vyake vitatu muhimu.